Na majira tuko ni saa sita saa za Afrika Kati ikiwa ni saba majira Afrika Mashariki na hii ni Baraka One TV ambayo unasikiliza kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na mimi ni Urejab Wakili Kabonga, the one and only town DJP, ambaye niko nakuletea haya matangazo ya mchana huu. Uh, big up sana kwa wote ambao mko mnazidi kupatia matangazo yetu. Tulisema kwamba tutazungumzia kuhusiana na uh, wale viongozi wa kijeshi ambao wako na kula fedha za wanajeshi e, na ambao pia waliweza kutupwa jela huku akisubiria hukumu. Ni wengi sana ni wengi sana lakini, pale ambapo tulishia, tutaanzia chini yake ili idadi iuzidi kuendelea. Na jambo jingine ni kwamba John Numbi, eh, John Numbi ambaye alihusika na mauaji ya Floribel Chibea pamoja na Yves Bazana eh, ameweza kuonekana akiwa maeneo ya Goma akiwa pembeni na Joseph Kabila Kabange na kuna viongozi wengine wa jeshi ambao mpaka sasa hivi wako ndani ya FRDC lakini wanashirikiana na huu jamaa e, Kanambe kwa mipango mbalimbali mbali. Kuna habari ambazo tulizipata za Mr. Tango 4 ikisemekana kwamba Tango 4 e, naye na, pia amekimbilia Goma na pesa za wanajeshi, so tumeangaliangalia kwenye, kwenye, kwenye matangazo yetu hatujapata e, uhakika sana wa hili swala katika kufuatilia kwangu, um, tunasubiria ili tuweze kupata mjadala e, wa kutosha, lakini kwa habari ya awali kwanza ni hivyo, ila utaambiwa, kuna watu watakwambia kwamba ni hivi. Hapana, tunasubiria kulingana na jinsi mambo yako yanakwenda, ndivyo ndivyo. Hivyo tuta tutaendelea kukupa taarifa mbalimbali kutoka nchini jamhuri e, ya kidemokrasia ya Kongo. Usikose kutembelea Baraka One TV channel 2 ambako utakutana na baadhi ya matukio na pia kumbuka kwamba operation saidia muzalendo bado iko inaendelea, na hivyo kama hujahusika na operation hiyo, tafadhali tumia namba ambazo unazoona hapa kwa screen yako ili uweze kuwasiliana moja kwa moja na Baraka1 TV. Uh, pale ambapo tuli tulishia uh, tukianza hili swala la, la majenerali ambao wako chini ya mikono ya, e, ya sheria um, sababu ni wengi <laughs> ni wengi sana uh, tulishia kwa, kwa kwa huyu hapa uh, tulishia kwa um, general major Ramadhani Fundi nafikiri hivyo. Kuna huyu hapa general de brigade Kasikila ya Kasikila Mwenda Peke Jean Marie nafikiri hivyo. Jean Marie huyu ni komanda wa cinquieme, eh, brigade integre ya FRDC maneo ya Nord Kivu. E, ndani, ya mko, ndani ya tarafa ya uh, Beni pamoja na Lubero uh, anashutumiwa kwa kuwasiliana na maadui na pia uh, kuweza kula pesa ambazo zipo kwa ajili, ya, uh, zilikuwepo kwa ajili ya kuwasaidia wanajeshi na hivyo akaweza kupelekwa kishasa na kutupwa ndani ya gereza ya Ndolo ambako yuko anasubiria hukumu ya makweli uh. Pia tuko na huyu hapa anaitwa General de Brigade Banywezize Pierre, Banywezize eh. Pierre ni gani e, Chef d'Etat Major Particulier wa President Joseph Kabila wa zamani e, alikuwa anatumikia maeneo ya Dungu e, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo kwa miaka kadhaa na aliweza kupelekwa Kishasa e, tarehe ishirini na mbili za mwezi huu wa tano ambao tumewacha na vikosi vya usalama wa FRDC huku akishutumiwa kwa kukolabore na M23 na kuwa na mazungumzo direct na Ipolite Kanambe. ukiachana na huyo, kuna general de brigade John Mulongo Dibwe, huyu ni alikuwa ansema amri wa Garde republicaine ya Joseph Kabila e, na pia kamanda msaidizi wa vikosi vya ishirini na mbili e, ambavyo vilikuwa nafanya kazi maeneo ya Okatanga e, mwezi wa nne elfu mbili na ishirini ambako aliweza kupata Eh, oda ya kuingia ndani ya jiji la Kishasa kwenda kuonana na wakuu wa nchi, na hivyo akawezwa kutupwa jela kwa makosa ya kukolaborate na kuvujisha eh, siri za jeshi na taarifa nyingine eh, kwa hizi. Hapa tuishie kwanza hapo kwa, kwa majenerali wafunga njoo sasa barafanini bana wewe sasa mwingine ndio iko na prepare sasa kuvileta ba soda chakula masasi madawa na makuta yabo. Ndio kichilombo iko pale juu yeye kuna libere byote mibeko na bloke ni bali ba jenerali bali jiko na bloke bitu ndio bali biko na bloke mambo yote bali ndio biko na bloke. Je, kwa mimi, je pense que le fata discours ya wazalendo mu niveau ya zibira

Njoo ile ndugu zangu, mpaka mambo iko pale chilombo na general. Tuna taarifa nyingine mbaya sana, dragila ekanda balen. Inasemekana kwamba amewekwa nguvuni na mzee William Amuli ya kutumba, chini ya uongozi E, chini ya SNP ECC na Wazalendo, kiongozi wa Wazalendo axe ya sididi Sid, mzee William Mumia ya kutumba e, kutokana na mienendo na tabia mibovu ya Ekanda, ambaye ni Dragila, ameweza kukamatwa na hivyo e, watu wake wa karibu wanalalamika kwa nini uh, Dragila ameweza kukamatwa. Utamkumbuka um, Dragila aliwahi kuwa um, komanda marin eh, kamanda wa barini wa mzee William Mumia ya kutumba, baadaye akasaliti aka, tuseme hivyo, akasaliti na kwanza e, vya kwake na baadaye tukasikia kwamba habari ambazo ziko zinamuhusu ni habari za kusikitisha zikisema kwamba anasadikika kuwa anatumika na magaidi wa M23 kwa lengo la kutaka kuiangusha Uvira, Fizi na maeneo mengine. So um, tusikize kwanza ujumbe huu. Jambo, jambo, jambo, wana group, ya habari gani? Napenda kuambia ya kwamba Baraka kuvita saa hii ya usiku usieni, wana si ni wanajeshi wa mare, si ni wanajeshi wa mare ya yake ikanda ya Saidi Dragila. Hivi sasa PCC yake William Amuri ya kutumba inakuja kutufanya menance na hivi nakamata ikanda Saidi Dragila bali muita murenyo, na huyo mwenye simu anatokea Lubumbashi, president wa MM Bondo Lubumbashi. Ana, anaita kikao hapa na kusema ki akutanane na wazalendo sasa. Leo ndo waliwaandaa wakutanane na ndo hapo walikuja kumushika mule murenyu. Mimi nilikuwa ndani ya murenyu nikapenda ni, ni nitoke kidogo nitoke ndani ya nje, nasikia mwili yuko mzuri, nikatoka na hii simu ya mtu yenu. Mimi natoka tu kidogo kidogo, mimi napita kwa parcels za watu alo ndo vile, banamugana na banabana ule mtu yenu mwe mlituma huku

ukiachana na, na hilo swala swala la Dragila, tuzungumzie swala la, la John Numbi pamoja na Tangu Four. John Numbi anashutumiwa uh, kwa ku collaborate na magaidi na of course, John Numbi alikuwa mtu wa karibu sana na, eh, na Kabila Kabange, na hawa ndio makamanda ambao walikuwa wanaandaa chama kwa jil, njama kwa ajili ya mapinduzi kuweza kumwangusha Rais Felix Antoine Tshisekedi Chilombo, lakini E, njama yao iligundulika mapema na hivyo akakimbia nchi baadaye. Sasa hivi katika, o, katika ujio wa Kabila Goma, naye pia amekuja yuko Goma. Kuna kamanda e, Amisi Tango Foro ambaye ni kamanda ndani ya majeshi ya FRDC na ni mtu mkubwa sana ambaye anategemewa, lakini inasemekana kwamba yuko na chembe-chembe za kuwa kabilisti na kuwa na njama pia ya kwenda kuungana na Joseph Kabila na wanasema kwamba anasadikika yuko Goma tayari, amekimbia FRDC pamoja na pesa za FRDC na hivi yuko maeneo ya Goma. Hizi habari ningali nitazifuatilia kwa makini sana ili niweze kuja kuwapeni habari kamili kuhusiana na hili swala. Nazungumza hivi, sija confirm moja kwa moja. Unajua mimi, kama sija confirm nakwambia kwamba sija confirm. Na nikiconfirm, nasema ndio, yupo yupo yupo yupo na amesaliti, amesaliti. Lakini kwa sasa hivi bado tunalishughulikia hili swala na tutakuja kuwaleteni taarifa kamili. Hii ni Baraka One TV na uko nasikiliza eh, kipindi cha habari pamoja na maelezo. Big up sana kwa wote, ndugu jamaa na marafiki wote uh, King Sale, the only one king from USA Mashaka Ayamba eh, Elisha eh, Manuel Mang'ombe Eh, Rama K na ndugu jamani na marafiki wote ambao kunasikia Baraka One TV kutoka USA kutoka Central, pamoja na East Africa na South Africa, mko wengi sana bila kusahau wazee wa Kaku Makempa pale, mkiwa mko nasikiza Baraka One TV. Wazalendo wameweza kula pesa ya, ya kabila desa mil dolari, mujelewa? Desa mil dolari nyo zalendo walitia muposhi; hivyo ndiyo iko